Okay, huyu anasema habari daktari, samani, nina changamoto ya bawasiri. Nimeshafanyiwa operesheni mara mbili, na hii naona kabisa ni dalili ya uvimbe kurudi kwa mara ya tatu. Daktari, naomba msaada wako, nimehangaika sana. Kuna mtu amenipatia namba yako, ameniambia unaweza ukanisaidia tiba ya kienyeji naomba msaada wako sana daktari, nitafurahi kama utanipa majibu. Okay, changamoto ya ugonjwa wa bawasiri leo hii ni tatizo la kidunia, leo hii ni janga la kidunia. Wanawake kwa wanaume wanalia kwa sababu ya ugonjwa wa bawasiri. Bawasiri ni ugonjwa ambao ni waaibu, sio kila mtu ambao anaweza akausemea Wanaume wenye changamoto ya ugonjwa wa bawasiri automatically pia huwa wanashuka uwezo wao wa kuweza kuhimili tendo la ndoa, wanapoteza uwezo wa kuweza kujiamini wakati wa tendo la ndoa. Chanzo kikubwa cha ugonjwa wa bawasiri, nitakupatia sababu nne. Sababu ya kwanza ni kupata choo kigumu kwa muda mrefu, na hii inasababishwa na mtindo mbovu katika upande wa vyakula ambavyo muhusika anavyovitumia. Sababu ya pili ni kuvinywaji na vyakula vya viwandani ambavyo vinavyotumika kwa muda mrefu, navyo pia vinaweza vikapelekea mhusika akapata la changamoto hii. Na sababu ya tatu ni mtu anayekaa kwa muda mrefu au anayenyenyua kwa vitu kwa muda mrefu, naye pia inaweza ikapelekea changamoto ya bawasiri. Na ya nne ni baadhi ya wanawake mara baada ya kuwa wamejifungua pia inaweza ikapelekea wakapata ugonjwa huu wa bawasiri. Na sababu nyingine namba tano, ya ziada ambayo nataka niweze kukuongezea kama bonus, ni mtu mwenye uzito mkubwa. Kama una uzito mkubwa, endapo leo hauna bawasiri, tambua kwamba wewe ni mgonjwa mtarajiwa wa ugonjwa wa bawasiri. Kama una bawasiri mwe kufanyiwa operation, lakini bado una uzito mkubwa, pasipo kupunguza uzito, huwezi kupona changamoto ya bawasiri. Bawasiri na uzito mkubwa vinaendana kwa kiwango kikubwa sana. Hakikisha umepunguza uzito wako kuweza kukaa vizuri. Dokta Kuboja, natoa matibabu ya asili ya dawa ya asili, lakini pia nitakupatia na programu maalum ya vyakula, nini ule na nini usile, ndani ya siku tisini ambayo sawa na miezi mitatu, utakuwa umepona kabisa changamoto ya ugonjwa ya bawasiri. Hakuna matibabu ya hospitalini ya dawa ya asili zaidi zaidi, watakupa dawa ya kuweza kutuliza maumivu, watakupa dawa, watakwambia takuwa hufanyia operesheni, toa kiasi kadhaa. Lakini tiba ya kienyeji, kuzingatia mpangilio wa vyakula, ndiyo tiba sahihi ya kienyeji. Tuwasiliane, namba yangu ya simu katika profaili hapo, kwa matibabu zaidi.